Kutoka studio za Dar es Salaam, imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, kuna ripoti za mapigano makali kusini mwa Sudan kati ya jeshi na vikosi ya simu vya kijeshi vya Rapid Support Forces, RSF. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo ameuonya utawala wa rais Donald Trump kuto mia nguvu za kijeshi kuleta mabadiliko ya utawala nchini Venezuela, huku akisisitiza amani duniani na ikiwa leo dunia inaadhimisha siku ya watu wenye ulemavu, tunaangazia maisha ya baadhi yao, changamoto na hata fursa wanavyokabiliana nazo. Kilichopungua ni macho, vingine vyote vyobaki viko sawa. Sasa hivi tu mtu akiniuliza kwamba hivi, bwana Jonas, unaonaje tukupe macho uone sasa hivi, mimi nitasema hapana. Hata mimi nikiambiwa nipewe miguu saizi pia nitakataa Jumatano ya Desemba tatu. Kwanza mwenzangu, huyo hapa, Karo Robi anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, karibu. Asante skola. Mazungumzo kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mjumbe wa Marekani Steve Witkof kuhusu mpango wa amani juu ya Ukraini amekamilika bila ya mwafaka. Wajumbe wa Urusi katika mazungumzo hayo yaliodumu saa nne wameyataja kuwa yenye tija, lakini mshauri wa ikulu ya rais ya Kremlin Yuri Ushakov amesema hakuna makubaliano yaliofikiwa kuhusu maeneo ya Ukraini na kuwa bado kuna kazi ya kufanywa. Inaripotiwa kuwa bwana Witkof ameshaondoka nchini Urusi. Kuna ripoti ya mapigano makali kusini kati mwa Sudan, kati ya jeshi na wanamgambo wa Resef. Jeshi linasema limeuteka mji wa Mabsuta katika jimbo la Kodofan Kusini, lakini wanajeshi wake walioko katika jimbo la Kodofan Kaskazini wanashambuliwa kwa ndege zisizoendeshwa na rubani. Wakazi wa mji wa jimbo hilo Eola Olbeid wamesema wameona moshi mzito ukifuka kutoka kwa kambi moja ya kijeshi. Majimbo matatu ya Kodofan yameshuhudia mapigano makali katika vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe Sudan ambavyo vimedumu kwa miezi 30, sasa. Wanamgambo wa resefu wanadhibiti Darfur na jeshi linapambana kuyakomboa maeneo muhimu yaliyo mikononi mwa wanamgambo hao. Juhudi za Marekani za kusimamia makubaliano ya kusitisha mapigano zimefeli. Utawala wa mpito nchini Haiti umetangaza mwezi Agosti mwakani kwa uchaguzi mkuu utafanyika nchini humo, huo ukiwa uchaguzi wa kwanza mkuu katika kipindi cha mwongo mmoja. Hata hivyo, tume ya muda ya uchaguzi imesema kurejeshwa kwa usalama kunapaswa kuwa sharti kuu kutimizwa nchini humo kabla ya kufanyika uchaguzi wowote ule. Rais aliyechaguliwa mara ya mwisho Juvenal Moise aliuawa akiwa madarakani mnamo mwaka elfu mbili ishirini na moja. Magenge ya wahalifu yamesababisha ghasia na vurugu kiasi cha taifa hilo kutawalika wakipo kuteka kuua na kubaka watu nchini humo. Hatamu ya baraza la utawala wa mpito inakamilika mwezi Februari mwaka ujao. Leo ikiwa ni mwaka mmoja tangu jaribio la mapinduzi nchini Korea Kusini, rais wa nchi hiyo Lee Jae-myung ameonya kuwa bado kuna mengi ya kufanywa ili kuhakikisha tukio kama hilo halijirudi. Katika hotuba kwa taifa, rais Lee amesema uchunguzi kuhusu jaribio hilo la mapinduzi ya serikali na walopanga njama hiyo unaendelea na kuwa watawajibishwa kisheria. Ninaitisha uchunguzi wa kina na mageuzi makubwa. Tutakabiliana na nguvu za masilahi ya kibinafsi na kufuatilia uwajibikaji bila ya kujali ni nani alihusika. Lazima tufichue ukweli, kuhakikisha haki inatimizwa, kwa waliofariki dunia wapumzike kwa amani, na tutoe faraja kwa wanaoishi. Aidha, amewasifu wa Korea Kusini akisema wanastahili tuzo ya amani ya Nobel kwa kuokoa demokrasia ya taifa hilo na kupambana dhidi ya sheria za kijeshi kutawala. Hii ni BBC. Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa na Caro Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangaza kwenye FM na redio washirika. Ukiwa nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio One Dar es Salaam, Radio Free Africa Mwanza, Abud FM na CGFM kule Tabora, Lolindo FM 107.7, kule Kenya ni Pamoja FM 99.9 i paidha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Redio Muungano Beni, pamoja na Lizado Radio internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook namba za tu, msikilizaji, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Kumeripotiwa mapigano makali katika jimbo la Kordofan Kaskazini kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji wa RSF. Jeshi la Sudan linasema limeweza kutoa mji wa Mopsouta ulioko jimboni humo, lakini vikosi vyake vilivyoko huko vimekuwa vikishambuliwa kwa ndege zisizokuwa na rubani zaidi na alimanyanza. Wakazi katika mji mkuu wa jimbo hilo El Obeid wameshuhudia moshi ukifuka kwenye kambi ya jeshi iliyoko mjini humo. Majimbo yote matatu ya Kordofan yamekumbwa na mapigano makali kwa takriban miezi 30 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe ambapo sasa wapiganaji wa RSF wameitwaa Dafur. Mmoja wa mashuhuda wa mashambulizi yanayofanywa na wapiganaji wa RSF ameelezea aliyojionea. Walikuwa wakiwashambulia watu wazee raia kwa kutumia risasi za moto. Baadhi ya wapiganaji wa RSF walikuja na magari, na wakiona kwamba kuna mtu bado anapumua, wanaendesha gari kumkanyaga. Na wakifika kwenye vizuizi, wanawatenganisha wanaume na wanawake na kuwapiga risasi wanaume. Boom. They shot the man. Hivi karibuni rais wa Marekani alitangaza kusaidia kumaliza vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na uhamiaji limeelezea hali bado ni mbaya katika eneo hilo. Katika kipindi cha wiki chache zilizopita, wapiganaji wa SPLMN na washirika wao wa RSF walijiimarisha zaidi katika baadhi ya maeneo jimboni humo ukiwemo mji mwingine wa Dilling uliozingirwa. Ishara inaonyesha kuwa vikosi hivyo viwili vya jeshi vikitaka kuutwa. Jeshi la Sudan pia limefanya operesheni zake katika miji ya Abasia Abu Korshola na Hibeila iliyopo katika jimbo hilo la Kordofan ya kusini ikiwa ni mashambulizi ya kwanza makali katika eneo hilo toka kuzuka kwa mzozo huo Aprili mwaka 2023. Mapigano yenyewe kwa wenyewe nchini Sudan kati ya vikosi vya jeshi la nchi hiyo vinavyoongozwa na mkuu wa majeshi Jenerali Abdel Fatah al Burhan pamoja na wapiganaji wa RSF wanaoongozwa na Mohamed Hamdani Dagalo yameua makumi kwa maelfu ya watu na wengine zaidi ya milioni kumi kuyakimbia makazi yao tangu Aprili mwaka 2023 ni taarifa yake. Alima Nyanza, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani ameitahadharisha serikali ya Marekani kutokutumia nguvu za kijeshi katika kuleta mabadiliko ya utawala nchini Venezuela. Papa Leo wa kumi na nne, mzaliwa wa kwanza wa Marekani kushika nafasi hiyo, ameeleza kwamba lingekuwa jambo bora kama njia ya mazungumzo ingetumika. I, is a, is a peligro, a... kuna hatari uwezekano wa kufanyika kwa operesheni ikiwemo uvamizi wa eneo la Venezuela. Sifahamu mengi, naamini tena kwamba ni bora kutafuta njia za kuwa na mazungumzo, labda shinikizo ikiwemo shinikizo la kiuchumi, lakini kutafuta njia nyingine za kuleta mabadiliko, ikiwa hivyo ndivyo Marekani inataka kufanya serikali ya rais Donald Trump imepeleka kikosi kikubwa chenye nguvu cha kijeshi katika pwani ya Caribbean kwa madai kwamba serikali ya rais Nicolas Maduro wa Venezuela inajihusisha na biashara ya dawa za kulevya, jambo ambalo rais Maduro amekuwa akikanusha. Katika hatua nyingi, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa kumi na nne ameongoza pia maombi ya kimya katika eneo ambalo kulitokea mlipuko katika bandari ya Beirut mwaka elfu mbili na ishirini na na kutaka haki itendeke kwa waathiriwa wakati akikamilisha ziara yake siku tatu nchini Lebanon. Nawasihi wale wote walio na mamlaka ya kisiasa na kijamii hapa na nchini kote ambako kumekumbwa na doa la vita na ghasia, sikilizeni kilio cha watu wenu wanaotaka amani. Licha ya kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano Israeli imeendelea kufanya mashambulizi ndani ya Lebanon kwa madai ya kuwalenga wapiganaji wa Hezbollah inayowatuhumu kuungwa mkono na Iran. Tume ya uchaguzi nchini Guine Bissau inasema haiwezi kutoa matokeo ya uchaguzi wa rais kufuatia uvamizi wa watu wenye silaha ambao waliharibu mifumo ya matokeo na karatasi za kuhesabu kura, saa chache kabla ya kupinduliwa kwa rais Omaro Sisoko Embalo. Taarifa zaidi na Alfred Lasteck. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumanne, naibu katibu mtendaji wa tume ya taifa ya uchaguzi Idris Ajalo alisema kundi hilo lilivamia jengo lao walipokuwa wakihesabu kura ili kutoa matokeo ya chaguzi ambayo yalikuwa yakisubiriwa kwa hamu siku iliyofuata. Alifichua kuwa kompyuta za wafanyakazi wote 45 waliokuwepo zilichukuliwa pamoja na karatasi za kujumlisha matokeo kutoka mikoa yote nchini humo isipokuwa zile za mji mkuu Bisau. Seva kuu iliharibiwa, vifaa vyote viliharibiwa, Jalo aliongeza. Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Magharibi ECOWAS imekuwa ikiongeza shinikizo kwa viongozi wa kuruhusu mchakato wa uchaguzi kuanza tena ili mshindi wa uchaguzi ajulikane. Rais Umaro Sisoko Embalo ambaye amepinduliwa pamoja na mpinzani wake mkuu Fernando Dias walidai ushindi katika duru ya kwanza ya uchaguzi matokeo hayo ya uchaguzi mkuu wa Guinea Bisau uliofanyika juma lilopita yalitarajia kuondoa sintofahamu iliyokuwa ikiendelea nchini humo. Hata hivyo, taarifa ya tume ya baraza la uchaguzi huenda ikaleta hali ya kukatisha tamaa kwa idadi kubwa ya raia nchini humo ambao wengi walikuwa bado wanatarajia matokeo ya uchaguzi huo siku ya Jumatatu. Uongozi wa juu wa jumuiya ya kiuchumi ya ECOWAS iliwataka wanajeshi kuachia madaraka mara moja na kurejesha utawala wa raia kwa mujibu wa katiba, lakini serikali ya mpito ilisema mapinduzi ya Jumatano iliyopita yalikuwa muhimu na kuahidi kipindi cha mpito cha mwaka mmoja. Viongozi wa ECOWAS wanatarajiwa kufanya mkutano mnamo Disemba 14 ambapo hatima ya Guinea Bissau itaamuliwa, huku ikitishia kuiwekea Guinea Bissau vikwazo zaidi. Hata hivyo, kinachotazamwa na kusubiriwa sasa ni ikiwa viongozi wa jumuiya ya ECOWAS wataridhia mapinduzi hayo na kuhusu serikali ya mpito ya mwaka mmoja iliyopendekezwa na Jenerali Hortan Tam na serikali yake au kuweka muda mfupi wa kurejea kwa utawala wa kiraia. Nam, asante Alfred Lastek. Katika tovuti yetu ya BBC.com kwa Kiswahili zinapatikana pia taarifa mbalimbali hapa msikilizaji, ikiwemo hii hapa: nguvu iliyotumika Oktoba 29 ilistahili asema Rais Samia, lakini huayu na hoja sita zilizotikisa hotuba ya Rais Samia iliyotolewa mapema hapo jana. Unaweza ukasoma taarifa hizo kwa kina zaidi. Lakini sasa kuna fursa ya kumaliza vita kuliko wakati mwingine wowote, amesema Zelenski. Mtangazaji wa redio miongoni mwa walioshtakiwa kwa njama ya kusajili watu Rusi taarifa hiyo na nyingine tovuti yetu ya bbc.com mkoa ju Swahili. Na sasa viwanjani, na Florian Kaijage. Asante sana Skola Kisanga. Tuanze na ligi kuu ya England ambako pambano la kusisimua kati ya Fulham na Manchester City lilizaa jumla ya magoli tisa katika ushindi wa City wa magoli matano kwa manne na kuzua maswali mengi kuhusu uwezo wa safu ya ulinzi ya Man City, kwa vile vijana hao wa Pep Guardiola walikuwa wakiongoza goli tano kwa moja mapema katika kipindi cha pili kabla ya kuruhusu magoli matatu zaidi. Kubwa zaidi ni kwamba City sasa wamepunguza pengo la alama na kubaki mbili kati yao na vinala Arsenal, huku mshambuliaji wake Erling Haaland aki andika rekodi mpya ya kufunga magoli mia moja ya EPL katika michezo michache zaidi, yani, 111 kuliko rekodi ya Alan Shearer ya michezo 124 iliyodumu kwa miaka mingi. Katika michezo mingine, bonamauth sifuri Everton 1, na Newcastle United 2 Tottenham 2. Leo kuna michezo sita, ikiwemo ya Arsenal dhidi ya Brentford, Leeds ikikaribisha Chelsea na Liverpool dhidi ya Sunderland. Katika tenis Serena Williams ametangaza rasmi kustaafu na kwamba hatarejea tena kucheza licha ya kuwa alikuwa ametia saini nyaraka muhimu za kurejea dimbani. Mchezaji huyo gwiji mwenye umri wa miaka 44 aliyeshinda mataji makubwa 23 yupo tena kwenye orodha ya wachezaji wa, wa kufanyiwa uchunguzi wadawa, wa dawa zilizopigwa marufuku michezoni. Serena Williams hajacheza tangu Oktoba 2022 alipostaafu baada ya kushindwa katika fainali za US Open. Huko Hispania, Barcelona imetanua wigo wa uongozi wa ligi kuu ya nchi hiyo La Liga hadi alama nne mbele ya mahasimu wao wakubwa Real Madrid, baada ya kuwachapa Atletico Madrid 3-1. Real Madrid wenyewe wanakipiga hii leo usiku ugenini dhidi ya Atletico Bilbao na wachezaji wawili wa, wa timu ya taifa ya Hispania ya wanawake Claudia Pina na Vic Lopez walifunga magoli mawili murua katika kipindi cha pili wakati Hispania iliponyuka Ujerumani 3-0 katika mchezo wa marejeano wa fainali ya ligi ya mataifa barani Ulaya na kufanikiwa kutetea ubingwa wao. Mchezo wa kwanza ulimalizika kwa sare ya kutofungana. Salah, huyu mshambuliaji wa Liverpool, inaonekana kwenye tetesi kwamba anatakiwa huko Saudi Arabia, na klabu mbalimbali mbali zikimwania. Itakuwaje? Hilo ni jambo la kusubiri na kuona. Tunaona James Trafford na yeye huyu uh, kutoka Manchester City naye anataka kutimka mwezi Januari. E, so, uarabuni imekuwa ni kivutio kikubwa kwa wachezaji wengi, hasa wale ambao wanakaribia kumaliza kipindi chao cha kucheza. Utakumbuka uh, Salah ambaye alikuwa mfungaji mm -hmm. bora wa msimu uliopita na mchezaji bora wa EPL uh, ana umri wa miaka 33, kwa hiyo ni kama anaelekea ukingoni hivi nam. Asante sana na kushukuru sana Florian Kaijage kwa mengi zaidi. Pia msikilizaji, unaweza ukasoma makala yetu ya michezo katika tovuti yetu ya BBC.com mkoa wa juu Swahili. Shukran sana.